Tuelekee kaunti nambari 23 ambapo kijiji cha Napeitom kilichogonga vichwa vya habari baada ya watu kumi, miongoni mwao watoto wadogo kuteketezwa moto na wezi wa mifugo miaka miwili iliyopita, kimepata sura mpya. Hii ni baada ya serikali ya kaunti ya Turukana kuweka ukuta wa kiusalama katika kijiji hicho, mbali na kujenga upya zahanati na shule zilizochomeka. Cheboit Emanuel ana maelezo zaidi. kutana, kutana, kutana, kutana, kutana, kutana. Miaka miwili iliyopita kijiji cha Napeitom eneo bunge la Turkana Mashariki, ndani ya bonde la Suguta, kiligeuka kuwa uwanja wa mauaji. Shambulio la ghafla lililotokea mwaka elfu mbili na mbili mwezi Julai, usiku, iliwacha majonzi na machozi. Nyumba zilichomwa na watu kumi na mmoja wakiwemo watoto wadogo walipoteza maisha yao. Watu kumi ndio walichomwa na nazizo wengine nye tulibaki tulibaki watu karibu ishirini, kutukatembea miguu mpaka Lokori, tukakaa Lokori kwa maboma ya watu Napotika, na katuambia tunahitaji wajenge parimeta kwanza. Nilichomea watoto wanne na bibi yangu, na pia alikuwa mechomwa na nilipereka uo bibi wangu kwa hospitali ya Elort Referral Hospital, ambayo alikaa mwezi tisa akipata matibabu. Kufuatia hayo eneo hili lilisalia mahame, wakazi wakatorokea usalama kijiji cha Lokori kilichoko kilomita 35 kutoka Napeitom. Hii shule tuliacha ikiwa salama wakati hiyo ambayo tuliweza kutorokeshwa hapa, na wapokoti waliweza kung'oa mabati, wakachukua kila kitu. Mwanzo mpya wa kipekee unaonekana hapa baada ya serikali ya kaunti ya Turkana kuchukua hatua na kujenga ukuta wa usalama kuzunguka eneo la ekari hamsini za kijiji hiki ili kuhakikisha ulinzi wa wakazi dhidi ya mashambulio ya mara kwa mara kutokea. So we need to use the best formulas but bad for some people to bring sanity into our community or communities. Kwa hivyo hiyo ndio know, reason ya kuja hapa just to and zahanati ya kisasa imejengwa, kisima cha maji safi kuchimbwa, na kuta iliyo na maeneo ya kiusalama iliyo hapa ni ishara ya matumaini mapya kwa jamii hii iliyoteseka kwa muda mrefu na hiyo security usiwe nawe ndio muhusika mkuu kwaribu. Wakazi wa Napeitom wanapoanza kurejea makwao polepole, ili kujenga upya maisha yao kwa matumaini ya kuwa kutakuwa na amani. Kamanda wa polisi Turkana amewapa tahadhari. Nataka wasaile munapereka mfuko zenu nje, msiondoke pila NB, nbr nbr atangulie, mufuate na mufuko

Sasa musitoke peke yetu bila NPR kama juzi walitufanyia makosa pale Dodonya. ni afueni kwa wakazi wa kijiji cha Napeitom iliyoko eneo bunge la Turkana Mashariki, eneo ambalo lilikuwa hatari kwa usalama, baada ya serikali ya kaunti ya Turkana kuweza kujenga upya eneo hili na kuweza kujenga kuta lilozingira kijiji kizima. Imeweza kujenga vyumba na pia kuweza kujenga zahanati. Cheboit Manuel, runinga ya Citizen, nikiwa Napeitom iliyoko Suguta, eneo bunge la Turkana Mashariki.